Mwana wa Uwamda TV eh, tuko na dada Lei, eh, wanaitwa Sister Lei ni mmoja wa asisi eh, na mwanachama wa Wamda eh, tumfahamu kwa majina yake pia na yeye eh, tutamuuliza maswali mawili matatu kuhusiana na Wamda kwa ujumla. Karibu sana eh, tukifahamu kwa majina. Asante na shukuru, naitwa Rema Chuguru eh, Sister Lei ni mmoja eh, wa wanachama na mwasisi eh, wa Wamda eh, mtizamo wako unaionaje sasa Wamda ya sasa Mm, Uwamda ya sasa ni Uwamda ambayo kwa kweli imetoka hatua fulani kwenda hatua nyingine, tumetoka hatua moja kwenda hatua nyingine. Uwamda ya sasa ni Uwamda ambayo inasonga mbele tofauti na Uwamda ya nyuma. Eh, ipo mipango gani ambayo inakufanya uone kwa sasa kuna hatua tumevuka? Mipango ni mingi sana, mipango ni mingi na inafanya tuone kwa sasa kuna hatua ambayo tumefikia mipango ni mingi kwanza, viongozi mko vizuri kiukweli, mnasimamia kiwaledi shughuli zenu kwa sasa yani, kuhusu kukusanya michango watu kuwahamasisha kwenye vikao, wanatoka kwa wingi, mwitikio ni wingi, kwenye michango mwitikio ni mkubwa sana kwao. Mimi naona tumetoka hatua moja kwenda hatua nyingine. Eh, inawezekana una uh, jambo la kuongezea kuhusiana na wanachama ambao wapo sasa, ni lipi hapa labda unahitaji una, una, una kuwakumbusha kuwa wanachama wa Uwamda, kuwakumbusha wanachama wa Uwamda, wanachama wenzangu, kwamba tu tujitokeze kwa wingi kwenye vikao, maana vikao ndo vinafanya tutu, tutu, tutoke hatua moja kwenda hatua nyingine, tusonge mbele tukikutana ndipo tunabadilishana mawazo, tunapeana changamoto za hapa na pale. Wapi tumekosea, wapi tumefanya vizuri, tufanye vizuri zaidi. Kwa mimi cha kuambia tu kwamba tuzidi kujitokeza na tu, tu, tu, tu, tu, yani tu, tutoe michango tu, tufanye vitu ambavyo tunakubaliana basi tuvifanye tu, tu, tu ili tuzidi kusonga mbele zaidi yale, yani tunayoyafikiria kuyafanya tuliyoyapanga, tunakotaka kufika tufanye tutu, tuchange michango tutoke kwa wingi, tuhamasishane ili tufike tunapopakusudia. Nini wito wako kwa wale ambao bado sio wanachama? Wito wangu nawaomba wajitokeze, wajiunge na wenyewe kuwa wanachama, ili wanufaike na uwamda wetu. Asante sana dada, tukitakie kikao chema.